Dr. Constance hapa leo niko hapa kuongelea juu uh, ya mada ambayo nimefundisha hivi tu ya mm, kitu kilichozama kwenye sikio. Kwa nini nilitaka tujue zaidi ni kuhusu hili? Unajua hasa watoto wana mtindo katika hali ya kucheza kuweka uh, vitu kwenye masikio. wengi sana tunaona watoto ambao wanaweka makaratasi watoto wanaweka shanga masikioni mbegu za maharage, mbegu za mahindi na vitu kama hivyo. Sasa kama unafahamu kwamba mtoto ameweka kitu sikioni, ni ngumu sana kujua kwamba uh, kuna shida inaendelea. Itakaa mpaka unakuta mtoto anaanza kutoa usaha sikioni, au anaona kama mtoto asikii sikio moja, au mtoto mwenyewe kila saa, kwa sababu ile mbegu au kitu chochote ambacho umeweka katika sikio kinakuwa kina irritate ngozi ya sikio. Kwa hiyo mtoto atakuwa kila sana ana kama ana, anashika ana sikio ndipo mzazi atakapojua kwamba kuna kitu ndani ya sikio. Kwa hiyo hii mada ni muhimu sana ili kukumbushia wazazi tuwe tunaangalia masikio ya watoto, tuwe tunakagua, tunachungulia kwa sababu kikiwepo kitu cha tofauti ukichungulia tu hivi kitu kama ni cheupe kama mbegu ya mahindi basi utagundua. Kwa hiyo tuna kawaida ya kucheck na sikio ya watoto wetu. Lakini pia kwa wale watu wazima ambao wanatumia cotton buds, hili somo ni muhimu sana. Kumbe naweze kabaki mwe ndani. Umepata shida kama hiyo, ni vyema ukaenda hospitali ile, kwamba ikatolewa kwa wakati kabla haijakusanya vijidudu na kusababisha infection kwenye sikio lako. Enda kasikiliza somo zima pale YouTube. Uwe na wakati mwema.